Leo twende tuongelee kuhusu uh, Coinbase. Coinbase ni kama vile uh, ni soko la kimtandaoni yaani, ni sehemu ambayo unaweza ukanunua, ukauza, ukahifadhi na ukaangalia ripoti za pesa la kimtandao ambayo tunasema ni cryptocurrency. So leo nitakupitisha hatua kwa hatua ni namna gani mimi nimejaribu, nataka, nimejari nikuonyeshe jinsi gani unaweza ukawekeza pesa zako kwenye uh, cryptocurrency kwenye kwenye crypto currency kwenye, kwenye na namna gani unaweza ukaitumia Coinbase, so namna gani unaweza kufanya malipo na vitu vingi ambavyo tutaangalia tutaenda kuchambua moja baada ya nyingine, na ambacho nitakisahau labda ungependa kukijua zaidi utaniachia comment hapo hapo chini, kwamba ukitaka kujiunga na Coinbase unaweza kuangalia linki yangu kwenye linki, linki yangu kwenye website yangu na ukapata punguzo la asilimia kadhaa kutoka Coinbase. So hebu tuangalie sasa ni namna gani unaweza uka, ukaitumia Coinbase, namna gani unaweza kutuma pesa, namna gani unaweza ukanunua pesa, namna gani unaweza kutumia kadi yako kwenye Coinbase. Ni njia ni rahisi. Kitu cha kwanza kumbuka, kujisajili kwenye Coinbase ni baada ya kujisajili na usajili kukamilika, mambo mengine ndio unaweza kafuatia. Unaweza kununua Bitcoin, unaweza kununua Ethereum, unaweza kununua Solana na crypto zingine, na kuangalia ripoti za uh, Coinbase uh, coin hizi ambazo zinapatikana duniani kote kwa hiyo hiyo ndio inakuwa ni kazi ya Coinbase. Ni kama ni benki ambayo inahifadhi pesa za kidijitali. So kitu cha kwanza tuende, kama mimi niko kwenye akaunti yangu, naweza kuangalia hii account hapa ni kwamba ina dola mia ishirini na sita. So na ukiangalia kwa chini hapo unaona kwamba crypto ni do, ni ni, stake ni dola mia ishirini na moja na hapo na kwa kustake napata asilimia mbili point, point tisini na tisa na cash nimeiweka, ambayo ni asilimia ni asili mia ninapata asilimia nne point ishirini na tano. Sasa iko hivi kwenye Coinbase, kwenye unapoweka pesa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye akaunti yako ile inakuwa haiwezi ukaingiza chochote, lakini unaweza ukaiweka kwenye sehemu nyingine, hii inakupa pesa. Ngoja tuone hii inavyofanya kazi. Kitu cha kwanza unatakiwa uje hapa kwenye asset, oh my asset. Hii hapa ndio itaonyesha pesa zote ambazo unazimiliki zitakuwa zinapatikana hapa. Kwa hiyo kama unavyoona, mimi napenda Ethereum, napenda Solana, napenda Bitcoin, napenda tensor hii hapa, napenda uh nani dogi, ni hii coin nilikuwa naipenda ya Elon Musk but uh Nilitaka nijaribu nione, lakini ambazo unapenda ni hizi ambazo ziko juu, ndio unapenda kuinvest. Na ukiangalia hapa hapa kwenye cash, sasa ndio anasema hivi ikiwa kwamba una pesa ambayo umeweka kwenye akaunti yako ni US dollar, lakini ukiwa umezihifadhi tu hapa, hazitokuwa zinapanda au nini, lakini ukiweka kwenye hii hapa USDC ni kwamba USDC ni kama dola dola moja ni USDC moja, na unapohifadhi kama umeweka balance yako kama unavyoona ya kwangu ni dola 21.0.07, ninakuwa napata dola arobaini na moja thelathini na tano ishirini na tano na, uh, na, na unaweza ukaangalia hizo transaction kiwango cha ja pesa unachokiweka na ndivyo mapato zaidi unayoyapata kwa mfano hapa ndio tunaona transaction zote zako zinazofanyika kwenye Coinbase. Kwa hiyo mfano unaweza ukaona hapa nime stake, nimenunua na nika stake automatic, na hapa nimenunua Bitcoin naenda kuzihifadhi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwamba nime deposit fund za dola kumi na tano. Kwa hiyo inakuwa ni USDC, na ambayo tumesema USDC moja ni kama dola moja. So unaweza ukaangalia reward ninazopata kwa, kwa pesa nilionayo insurance inanipa reward ya 0.00 aina aina samani yote, lakini kiangalia hapa kuna ni i sawa sawa na insurance kama 000.66. Kwa, kwa sababu gani? Pesa niliweka ni, ni bado ni kidogo, lakini kadri inavyoenda unaongeza pesa ndivyo inaenda hizi inaenda inakupa samani. Kwa, kwa mfano hii hii hapa Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja hapa, kwa mfano hii ni kwamba niliweka pesa ambayo nimeiweka hapa ni dola ishirini na moja tu, lakini kwa sasa hivi imeongezeka hii 27. Hii 27 ndio kama faida ambayo mimi nimeipata. Lakini pesa ambayo nimeiweka ni dola ishirini na tano. Kwa hiyo kitu kama hicho unakuwa unapata faida. The way pesa unayoiweka na ndio unavyopata pesa zaidi. Na huu ndio uwekezaji, ni uwekezaji mzuri na kuna uwekezaji mgine mzuri zaidi, lakini badala ya kuweka pesa zako kwenye US dollar zikae bila faida yoyote, unaweza kuziweka huku huo unapata chochote kile. Kwa hiyo tuendelee na tr transaction zetu, ambazo unaweza kuwa unaziona reward zako unazozipata. Kama unavyoona, reward zinapatikana mara kwa mara, na hizi za USDC unaziona mara kwa mara. Eh, unaweza kuona Solana nazo inanipa reward jinsi navyowekeza. Kwa hiyo unaweza kuona Solana hapa imejitahidi kunipa, imenipa nani dola 0.01 So na hapo nimewekeza kama dola kama isalasini kama ngapi, na unavyoendelea kuziacha ndivyo zinavyoendelea kukua na ndivyo unavyoendelea ku kupata zaidi, na ukumbuke kuendelea kutunza zaidi. Kwa hiyo kama unavyo oh, dola ambazo nimeziweka bado ni ndogo sana kunipa kitu kikubwa sana, lakini kwama dola hizo zimenipa pesa hii hapa naa no, kwamba nikiwekeza pesa nyingi zitanipa pesa nyingi zaidi. Kama unavyoelewa, labda we ndoto yako ni kutaka kununua uh, crypto currency za aina tofauti kwenye Coinbase utakuja hapa kwenye explore hapa ambako unaweza kuona ambazo unaweza ukanunua uka stock ukafanya vitu vingine uka stake unaweza kuangalia options zote ni access ambazo unaweza kuzifanya kwa hiyo hii inaonyesha na market yake ambayo ipo market cap ya Bitcoin ni kama trillion 2.2 unaweza ukanunua Bitcoin na hii hapa ni bilioni bilioni mia nne themanini na moja pointi tatu. Kwa hiyo zote hapo, unaweza ukachagua ambayo unanunua. Solana imefika kwenye bilioni mia na sita pointi nane. Kwahiyo hii nayo USTC nayo imefika kwenye bilioni mia sabini na sita. Kwa hiyo wewe unaweza kununua zote, ziko hapa unazozitaji, yani chain link zote ukitaka Binance utaipata hapa, na unaweza ukaangalia takwimu maendeleo yake inavyoendelea. Kwa hiyo kila kitu unaweza kukiona, na unapokuona angalia, unaweza ukaangalia kama hii Ethereum ina ina inakupa 0.2, uh, 22, uh, 2.21.01% unaweza ukaangalia hii nayo inakupa, Solana inakupa uh, 20, four point five two pacenti. Kwa hiyo unaweza kuangalia ipi gani ambayo unaweza ukainvesti na ipi ambayo inaweza iko salama zaidi na ipi ambayo yani unapotaka kuinvesti kwenye coin kwenye cryptocurrency, inategemea malengo yako ni nini. We kama mfano we ni mtu ambaye unapenda sana masuala ya kutuma ya nini uh, ya kuweka coin. Bitcoin ni nzuri kwa masuala ya mikataba. Yani hizi currency zinakuwa zina zina, ma, kazi maalum ambayo inatumika sana, ambayo kama unasema masuala ya contract kukopesha kunini i, ii ni ni kitu ambacho ni nzuri sana kwa kuitumia. Yaani iko kama hivo. Hebu sasa tuangalie ni namna gani unaweza ukanunua, ukauza na uka convert pesa zako. Kwa, kwa, kwa mfano uh, inatakiwa kwanza uwe tayari una akaunti kwenye, labda unaweza kuwa unatumia PayPal, unaweza kuwa unatumia kadi yako ya benki, kuna kwamba kuna ya benki, na unasa unataka kununua crypto, kutoka kwenye unataka kununua uh, bitcoin hapo unataka bitcoin za thamani ya shilingi mia. Kwa hiyo utanunua kutoka kwenye benki yako unapata hizo bitcoin za thamani za shilingi mia. Na hii sell, labda una bitcoin au una currency yoyote lakini uhitaji tena, unataka uiuze ili upate pesa ambazo ni, ni ni cash au ni cash. Kwa hiyo hapo utakuja hapa kuseli na itakuonyesha option ni pesa gani ambayo unataka kunani ku, na unapo labda mimi na bitcoin ishirini na mbili sasa, nikitaka ziende kwenye dola, kwa hiyo zi, zinakuwa tayari kuzi, kuzitoa yani kuzitepo kunani kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo nikitaka labda nunue dola, kwa hiyo naweza nikaweka hivi bitcoin zangu zote hapo nimeziweka na nikibonyeza parcel hizi bitcoin zitaenda kwenye akaunti yangu ya dola, kwa hiyo nakuwa sina tena bitcoin na kuwa niko bure. Na vile vile, nitaka ni nionyeshe mfano mwingine, labda mimi nataka ninunue, labda nataka ninunue crypto zote hapa kwenye bank. Unaweza ukitaka labda wewe unataka kununua bitcoin, unataka ununue kampuni nyingine, unaweza ukabadilisha na ukatafuta currency ambayo wewe unaitaka, kwa mfano Uniswap, AAV hii hapa ni zingine. Kwa hiyo hivi unatumia sana kwa kama unataka kukopesha. Nina na, na, video ambayo nimeitengeneza kwa ajili ya hiyo utaivi karibuni. Kwa hiyo unaweza ukaenda kununua USDC ile ambayo wewe unahitaji, na hiyo hata katika kuuza unaweza ukauza, ni kampuni gani ambayo unataka kuuza? Kwa hiyo zinakuonyesha zote ambazo unazo. Kwa hiyo mimi hapa nina Ethereum na Solana na Bitcoin na USDC zote ninazo. Kwa hiyo hii hapa mimi ninayo, lakini haionekani. Kwa nini? Kwa sababu ni mistake. Na Solana pia ninayo kwa sababu haionekani. Kwa nini? Kwa sababu pia ni mistake. Kwa hiyo ukistake uweze ukaiuza, kuna muda kadhaa ambao unaweza ukaiuza. Kwa hiyo ndo maana hapa hazionekani, inaonyesha kwamba nina zero. Kwa hiyo ambazo mimi naweza nikaziuza nika, nika ni hizi ambazo ziko hapa Nikazi, nikazihamisha ziwe pesa. Kwa hiyo convert ni kama, kama vile unatoa pesa kutoka kwenye currency moja kwenda kwenye currency nyingine, kwa hiyo hiyo iko hivyo, unaweza ka the way wewe unavyotaka, unataka utoe pesa zako kwenye Bitcoin, kwenye Ethereum, au, Solana, au yani vile wewe unavyotaka na hii receive, sasa hapo ndo kuna kwamba wewe unataka, kuna mtu ambaye uh, au tuseme anataka kutumia currency ni za Bitcoin, USDC au ni za aina gani? Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya, mtu labda anataka kukuambia mimi nataka unitumie uh, Bitcoin. So Bitcoin unakuja kubonyeza, unakuja kubonyeza ili receive uh, receive crypto uh, alafu unabonyeza hapa, hawa hawa Coinbase watakupa link ambayo unaweza ukaenda kumpa ule mtu na ukimpa hii link yake kutumia pesa utazipokea kupitia link yako. Sasa ina, ina depend ni kitu gani ambacho wewe unataka rafiki. Unaweza ikawa ni linki ya yani yoyote tu ambayo unataka yoyote tu hata polygon, litecoin. Yani wewe ukisema ubonyeze litecoin, labda anataka kutumia kwa njia ya litecoin wata, wata, itakupa itakupa uh, oh, link ambayo utaweza kumpa mtu au ukaiweka ukapokea coin zako, au unaweza ukaiweka sehemu uh, ukapokea coin zako. Kwa hiyo deposit cash, withdraw cash, yani ku deposit ni kutoa pesa kwenye akaunti yako uweke kwenye, B, eh, kwenye Coinbase account ili unapotaka kununua mambo yako uweze kununua kwa urahisi, na hii ni pesa ambazo ni za keshi zipo lakini sasa unataka uzipeleke kwenye akaunti yako ya, ya benki au kadi yako ya, kwa ya benki. Kwa hiyo ni cash, ni kutoa pesa za ambazo tayari ziko cash kwenye akaunti ili uzipeleke kwenye benki yako. Nakumbuka kwamba na pesa zikiwa zikiwa zikiwa kwenye, kama Bitcoin, inabidi kwanza uziuze kwenye cash au cash, alafu ndo utaweza kuwa na uwezo wa kuzipeleka kwenye benki yako akaunti. Yaani, kripto yote inatakiwa kwanza uiuze kwanza iwe ni pesa ya, ya dola. Mfano, umeziuza kwenye dola, alafu ndo unaweza ukazipeleka kwenye benki yako account, pesa zozote. Na deposit hii ni kutoa pesa kwenye benki yako kupeleka kwenye akaunti yako ya Coinbase ya dola, alafu ndo unaamua sasa, ngoja niuze, ninunue eh, kripto ya aina gani wewe unaweza kununua kwa tayari unakuwa na pesa zako kwenye account. Kama pesa zako hazina matumizi, mimi naweza nikazikushauri uzipeleke ku USDC, ili upate asilimia karibia hamsini ya reward. Kwa hiyo hiyo, send ni kama vile wewe unataka kumtumia mtu crypto oh, ndio unaweza ukachagua. Unapobonyeza hii send hapa, mtu anatakiwa kupe uh, adresi yake, kwa mfano labda ni address address zote ambazo shawi kujaribu kuzitumia nizi hapa. Kwa hiyo unatakiwa upate address ya mtu unaweka, alafu baada ya kuweka unaangalia kutumia, ni nini ambayo unataka kumtumia ni coin ni nini ni nini. Kwahiyo hiyo itakuja ikasoma hapa na unaweza kumtumia. Coinbase iko makini sana hii akaunti yangu ilikuwa inafungiwa, nilishindwa kuitumia kwa muda mrefu na ilikuwa nimeshaisusa, lakini siku hizi nimeona imefanya kazi na ndio maana nimejaribu kuweka pesa hizo hapo. Hizi ni kuonyesha namna gani inafanya vizuri, namna gani unaweza ukaitumia, namna gani unaweza. kwa hiyo uwe makini kutuma pesa ambazo kama ni unajua ni mambo ambayo yako kuna, kuna maskama wengi, kwa hiyo lazima platform iwe iwe makini sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, namna gani unaweza ukatumia um, Coinbase. Na next video nitakuonyesha video gani namna gani unaweza kujisajili kupata kadi kila kitu kiko hapa hapa. Kumbuka tu kusubscribe katika account yangu, comment ukiwa na swali lolote, naomba share na wengine, ili wapate elimu hii. Na elimu hii ni kwamba haina malipo yoyote. Ukiwa na swali kuhusu cryptocurrency au masuala ya DeFi au mining, niachie comment yako hapo chini. Nitakuelewesha bure. Sina malipo yoyote. Huduma ni bure, utoli pia kitu chochote kile. Asante sana, naomba kumbua kushare video hii.